Hawa ni watumishi mbalimbali kutoka kwenye idara tofauti zinazopatikana kwenye halmashauri ya wilaya ya Mtwara mkoani Mtwara, ambapo siku hii ya leo wamekuja kufanya usafi kwenye eneo la ofisi yao ambayo inapatikana kwenye kijiji na kata ya Mkunwa ndani ya halmashauri hiyo, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha ama kusherehekea e, kufungwa kwa mwaka wa fedha na kufunguliwa kwa mwaka mpya wa fedha. Ikumbuke kwamba kila inapofika mwisho wa mwezi wa sita wa kila mwaka serikali inafunga mwaka wa fedha na kufungua mwaka mpya wa fedha na inapofika tarehe moja ya mwezi wa saba. Wao kama watumishi katika kusherekea na kupongezana kwa kazi kubwa ambayo wamefanya, wameona bora waje kufanya usafi katika eneo la ofisi yao, na tumefika hapa na kuweza kuandalea taarifa ifuatayo. Kwa majina naitwa Abedi Abedi Kafunda mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Mtwara. Leo tarehe 29 mwezi wa 6 2025, na halmashauri ya wilaya Mtwara inafanya usafi katika jengo la halmashauri ya wilaya lililopo kata ya Mkunwa, ili katika kuadhimisha kilele cha ufungaji wa mwaka 24 25 na kukaribisha 25 26 kwa hiyo kwa siku ya leo, katika kuaga mwaka na kukaribisha mwaka mpya, kuna mambo tulijipangia kufanya. Kwanza ni kufanya usafi wa jengo letu lote kuanzia vioni kwenye makorido na eneo linalozunguka jengo letu. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, hawa ni watumishi wa halmashauri la Mtwara. Lakini baada ya zoezi hili jioni tutakuwa katika ukumbi wa polisi mesi, ambapo tutajumuika watumishi wote na wadau wetu. Tutatoa vyeti na pongezi na kuwashukuru wale wadau ambao wametushika mkono kwa mwaka 24 na 25. Ah uh, kwa jina naitwa Amri Saidi Abasi ni kaimu mkuu wa kitengo cha usafi wa mazingira na udhibiti wa taka ngumu. Uh, kipekee kwanza ni, ni mshukuru mkurugenzi wetu wa halmashauri ya wilaya ya Mtwara Bwana uh, Abedi Kafunda kwanza kwa kuona uh, umuhimu wa kipekee kabisa uh, kupitia maadhimisho ya kufunga mwaka wa fedha wa serikali kuwa na shughuli ya usafi wa mazingira umeona, lakini pia na kuwekeza nguvu, kwa maana ya nguvu kazi, kwa maana ya watu, lakini pia kuhamasisha uh, wadau mbalimbali, lakini pia na kutoa fedha kwa ajili ya kuwezesha shughuli ya usafi wa mazingira inakamilika, umeona, na niendelee kumuomba kumwomba tena uh, aendelee pia kusapoti idara yetu ya usafi wa mazingira na udhibiti wa taka ngumu katika kuhakikisha kwamba halmashauri iendelee kuwa safi na salama ili tuweze kuyaondoa magonjwa yote ambayo yanazuilika kupitia usafi wa mazingira. Kwa majina naitwa Hidaya Hemedi Sadala, mimi ni afisa tawala katika halmashauri ya wilaya ya Mtwara. Katika zoezi la usafi hili hapa, tuko katika makundi mawili, kuna kundi la wanaume na kundi la wanawake. Kwa kuanza kabisa, wanawake wamefanya usafi huu ndani ya jengo la halmashauri kwenye maeneo yote yakiwemo kwenye ngazi, kwenye vyoo, kwenye corridors, ili kulifanya jengo hili liwe nadhifu na liweze kuvutia katika swala la utoaji wa huduma. Na wenzetu wanaume wamekuwa nje wakiwa wanaendelea katika zoezi zima hili la kusafisha mazingira, ikiwa ni kufyeka pamoja na kuchoma matakataka na kadhalika na mtazamaji wa Faida Online TV, mara baada ya kazi hii ngumu, ambapo watumishi hao wamekwepa kwepa nyoka, lakini pia wamesalimika e, kuwashwa na upupo. Baada ya hapo, wataenda kujipongeza maeneo ya polisi mesi itakapofika jioni kuelekea usiku hivi, e, kwa ajili ya kazi kubwa ambayo wameifanya hapa, lakini kazi kubwa ambayo wamefanya kwa kipindi chote e, cha mwaka huu wa fedha, kwa kuhakikisha kwamba fedha zilizofika kwenye almashauri hii zimefanyiwa kazi vizuri na miradi imeenda salama. Kwa hiyo mwambie mwenzako pia, tukutane polisi mesi kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba tunalegeza tai na mambo mengine yanayo mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Jina langu naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe uko like na kucomment chini yetu iliyoendelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field, hakika halmashauri hii iko salama chini ya ndugu wa Beit Abed Kafunda, mkurugenzi wa halmashauri hii.